Tukirejea hapa nchini, naibu rais Profesa Kithure Kindiki leo amezuru kaunti ya Samburu ambapo amezindua miradi ya maendeleo. Akizungumza kwenye ziara hiyo, Kindiki amesema hakuna eneo ambalo litatengwa na kuachwa nyuma kimaendeleo, kama anavyotuarifu tuarifu Bonface Barasa. Leo kaunti ya Samburu imekuwa mwenyeji wa naibu rais Profesa Kithure Kindiki akianza ziara yake kwa kukagua ujenzi wa bwawa la Yamo utakaowezesha wafugaji na mifugo wao kukata kiu ya maji. Kindiki aidha alitumia fursa hiyo kuelezea kujitolea kwa serikali ya Kenya Kwanza kuboresha mazingira ya kufanyia biashara akizindua soko la manispa ya mji wa Maralal. Hii mradi ni mradi wa milioni 73. Kati ya hiyo pesa, milioni 50 imetolewa na serikali ya kitaifa, milioni 23 imetolewa na serikali yetu ya kaunti ya Samburu. Mradi huu unasaidia wanabiashara wetu wapate mahali pasafi pa kufanyia biashara. Tunashukuru vile umekuja kufungua hii soko time yetu ni kidogo, nataka kuambia watu wa Maralal hii soko, huyu Leonel Kula ndio alianzisha, mimi nikakuja kukamilisha. makofi kwake. Aidha, Kindiki alikuwa mwepesi wa kuzamia swala tata la kupotea kila mara kwa nguvu za umeme mjini Maral na kuahidi suluhu. Dawa ya stima hapa. Substation inajengwa saa hizi. It is already 40% complete. I want to assure you in the next few months Either the president ama mimi nitakuja ku commission substation ya Rumuruti ambayo itaweka nguvu stima ili wache kupotea potea katika hii sehemu yetu ya Maralal. Wafanyabiashara na wakazi wamekaribisha hatua hiyo. Ninashukuru sana kwa sababu ya hili soko kufuguliwa, ni kwa sababu sina uoga, sababu nikitadika guo sangu hasi tashomeka na jua Naibu rais anapotoa ahadi tele kwa wakazi wa kaunti ya Samburu, masuala yanayotawala bongo za wengi hapa ni endapo serikali itatimiza ahadi hizo au la. Bonface Barasa, runinga ya Citizen.